Katika kuadhimisha Juma la Elimu, halmashauri ya wilaya Busokelo imeandaa hafla ya ugawaji tuzo kwa shule za msingi na sekondari, walimu na wanafunzi waliotoa matokeo bora. Mkuu wa Wilaya ya Rungwe, Mheshimiwa Jafar Haniu, ndiye alikuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo, ambapo amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya walimu, jamii na serikali katika kuinua kiwango cha elimu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuhakikisha inakwenda sambamba na mabadiliko ya sayansi na teknolojia pamoja na changamoto za ajira kwa watu wake imeanza utekelezaji wa sera elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, ambayo inalenga katika kuandaa Mtanzania mwenye maarifa, stadi na mtazamo chanya utakaomwezesha kuchangia katika kuleta maendeleo endelevu ya taifa. Kupitia utekelezaji wa sera hii, ni matarajio ya serikali kuwa utakuwa na walimu wenye umahiri utakaowezesha kutumia fursa mbalimbali zilizopo katika mazingira ya kujipatia kipato halali kwa maendeleo binafsi na taifa kwa ujumla. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Busokelo, Bwana Mwinyi Omary Mwinyi, amesema zoezi la utoaji wa zawadi limeshirikisha wadau wa elimu kama njia ya kuhamasisha ufaulu na ushindani chanya mashuleni, na utaratibu wa kutoa motivation kwa shule, walimu na wanafunzi wanaofanya na kufungua na mwendelezo mkubwa katika kufanya masuala haya tukiwa kama wadau muhimu wa elimu katika halmashauri. Kwa hiyo na leo kusanyiko hili ni mwendelezo ule ule wa dhamira yetu ya dhati tuliyo nayo katika uh, kada ya elimu tukishirikiana na wadau wote wakiwemo walimu na kwa upande wao walimu kutoka chuo cha ualimu Busokelo wameeleza kuridhishwa na matokeo ya wanafunzi wanayotoa, huku wakitoa wito kwa serikali kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa mafunzo ya ufundi stadi kupitia VETA. Ninafurahia kuwa mwalimu wa VETA kutokana na manufaa ambayo unapatikana, kwa sababu naweza nikafanya shughuli zangu nje ya VETA na nikaingiza kipato pia, ambayo inakutegemea mshahara. Asante sana serikali, kwa sababu imewezesha mafunzo funzo kwa asilimia mia kwa wanafunzi na najivunia kutoa mafunzo haya kwa sababu naona yanatija sana kwenye soko la ajira Maana mafunzo tunayoyatoa kwa wanafunzi ni mafunzo ambayo yanamjenga mwanafunzi kwa yeye kuweza kujiajiri na kuajiriwa katika kampuni mbalimbali. Ombi langu kwa serikali ni kuwezesha sna kuwaelimisha kwa watu kwamba VETA ni sehemu sahihi sana, kwa sababu inawawezesha watu wengi sana kupata maarifa na ujuzi wa ndani zaidi. Kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.